Mandala, kwanza, kwema kwema. Vipi ndugu yangu, kwa kutinga fainali kombe la shirikisho barani Afrika? Lakini watu wengi, wengi, wengi, jana katika mitandao ya wa kijamii wakisema Chama Clatous alikuwa na nuksi nyingi, mnyama Simba ameingia fainali baada ya kutoka yeye katika kikosi cha Simba Sports. Mi ndo mtu wa kwanza kusema Chama na nuksi, kama nakumbuka nilifanya interview na wewe kwamba ni mchezaji ambaye tukimtafsiri kwamba kipindi upo Simba, kweli Simba nafanya vizuri, lakini so, Chama, yengu, Simba toa service, Simba nafanya vizuri aturuki sio Chama tu wachezaji anafanya vizuri. Unajua, hii ni furaha, kuna furaha, mb ana furaha, hadi nyi waandishi mnafurahi, yanga wenyewe wanafurahi wote wote. Hii ni, ni kauli ya Haji Manara Manara alitabiri kwamba timu itakuja kuleta ubingwa wa Afrika ni Simba. Kwa hiyo Simba inaenda kutimiza ndoto za Haji Manara, Simba inaenda kutimiza ndoto za Privadinyo. Hao wote walitabiri Simba ndio timu ya kwanza kuleta ubingwa wa nini, wa Afrika hapa Tanzania. Sisi Simba tunaenda kuchukua ndoo, tunaileta hapa, na mpaka sasa hivi Simba ina asilimia themanini na tisa ya kuwa bingwa wa Afrika kupitia kombe la shirikisho kwa sababu Simba na kikosi quality. Ukiangalia wachezaji wa Simba wengi ni quality player, kuanzia kipa mabeki, ukiangalia mawinga, wachezaji wenye quality. Ukimwangalia mpanzo ji anavyocheza, unaweza ukasema ni mchezaji wa daraja kubwa sana, hauwezi kufanisha na wachezaji wa daraja la chini. Unajua wachezaji na madaraja Ukimwangalia mpanzo sasa hivi hawa wachezaji wa Simba ni wachezaji wenye high quality. Wachezaji bora kutoka Afrika, wachezaji wa Simba na hizi timu nyingine zo ingia finali. Aa, wengine sisi tunaongelea huyo uliomtaja sijui Chama, sijui Pacome sijui nani, wale ni wachezaji wa daraja la chini tunasema poor pair. Poor pair, ni wachezaji wa daraja la chini yaani Chama, Pacome, Aziz Ki, sijui nani. Hawa wote hawana tofauti na wachezaji wanaocheza ligi daraja la pili hauwezi kufanisha na mpanzo ambaye mchezaji anafanya maamuzi makubwa, hauwezi kufanisha na Kip Dennis. Kip Dennis ni mchezaji mkubwa Simba Sports Club, sasa hivi tumekuja kuitangaza nchi, mdogo wangu Chapesa, tumekuja kuitangaza nini nchi, hiyo ndo Simba Sports Club, yeah. Kwa namna Simba ambao imecheza dakika 45 za kipindi cha kwanza mpaka dakika za kipindi cha pili mashabiki wa Simba Sports Club wengi wao walikuwa na pressure mpaka kuzimia wakisema, ah, tunaenda kweli? Kwa maana watu walitegemea matokeo ya mapema sana, lakini imekuwa hivyo sivyo. Mnyama Simba ameenda finali, yani hmm. timu kwenye linki nafasi ya 39 na Simba nafasi ya nne, hivi kweli iende ile timu? Hata nyinyi msinge, msinge shangani hivi. Unaona kafu hana akili, Ngoja kafu hawana akili she, unapoongelea Simba unaongelea timu kubwa. Msimu ujao tunaenda kucheza kundi moja na Bayern, michuano ya kimataifa kombe, kombe la klabu bingwa la dunia. Msimu ujao tunaenda kucheza kundi moja na Bayern, yaani sasa hivi mpanzo anaenda kushindana, na kushindana na kina nani? Wanaenda kushindana na kina nani? kina nini huyu nani? Uh. Majina kina yeah, umeona? Simba msimu huu tumezamilia. Sisi tunavyosema ubaya ubwana, tuna maana yetu. Ubaya ubwana ndio huu hapa tunaoonyesha. Si ndio? na tunaomba uongozi wa Simba, hii finali tunaenda kucheza, tiketi zianze kuuzwa leo, na bei ya tiketi, tiketi za mzunguko elfu hamsini kwa sababu kuna watu, watu kwa sababu maskini. Hatutaki waje. Tiketi ya mzunguko elfu hamsini. Wanasimba sisi tunanua, Simba tajiri kwa sababu sisi ukimwona mwana Simba kasafiri kuifuata timu anatumia hela yake mfukoni, kisugu katumia hela yake, si agi Simba katumia hela yake, sisi hatusafirishwi, sisi sio maiti. Ukisikia mtu anasafirishwa ni maiti, maiti ndio inasafirishwa na kodiwa gari, mkiona nyinyi mnakodiwa gari mnasafirishwa nyinyi ni maiti, sisi mashabiki wa Simba sisi sio maiti, tunatumia hela zetu kwenda kuisengelea nini timu yetu. Kazi yetu kama mjui ngoni kupeni tafsiri mwelewe hawa wanakaza kupambania eti oh, timu ya jari haiwabebi, haiwabebi. Kazi ya shabiki sio kusaidiwa na klabu, unatakiwa ujiulize, Simba unaisaidia nini? Sio wewe hey, utakusaidia nini Simba? Ndio maana uweze kukuta shabiki wa Simba anaenda kushinda ofisi za Simba kuomba posho. Lakini sisi tunawaona katika ofisi zao kila siku wanaomba posho, kazi hawana, wameleta la mbele pale eti oh, tumchangia Alikamwe tumchangia Alikamwe, kumbe kwa wanashida kulipa hela za kodi hawana, wamepita na upepo Alikamwe wapate kodi, wamewadhulumu wanachama wenzao. Sisi sio hivyo. Sikiliza mashabiki wa Simba wote, sisi tuna kazi zetu, yaani umeona hapa wote wameajiriwa, wote wote, mashabiki wa Simba sisi sio ombaomba, na ndio maana tuombe kusafirishwa. Hiyo ndio Simba Sports Club, si ndio? Kwa hiyo tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika tunauleta hapa kuja kuishangaza dunia tunakuja kuishangaza Afrika. Tunakuja kumtoa kimasomaso rais wa nchi. Kama ujui, jana simba kuingia fainali tu simu imepigwa simu moja, uwanja wa taifa wa kandarasi wafanye kazi usiku na mchana, uwanja uishe kwa ajili ya Simba. Yaani wapo bizi, hakuna kulala kwa ajili ya simba sports. Hiyo ni ukubwa wa timu

Express tunamshusha, tunaenda kwa tatu wao, oh Shanghai. Yaani timu namba tatu Afrika inatoka kwenye hariza ya Tanzania. Timu namba tatu Afrika inatoka kwenye hariza ya Tanzania. <tipi> Yanga na washauri waache uvivu wa kushangilia Mtibwa Sugar. Ile sio timu ya kushangilia. Waache uvivu wa kushangilia Mtibwa Sugar. Waanze kushangilia Mtibwa Sugar. Sisi ndio tunawaacha hivyo, tunaondoka, sio wenzao. Jezi ya Simba mwenye jezi. Msimu ujao tunavaa jezi yenye thamani bilioni 38. Timu ya kwanza iliyotengeneza jezi kwa thamani ilikuwa Man City kwa bilioni 25. Simba imekuja kuvunja rekodi ya dunia. Tunatengeneza jezi yenye thamani bilioni 38. Hiyo bilioni 38 kutoa bilioni tatu sawasawa na utajiri wa GSM na Yanga yake yote bizo tatu kitoa Tunatengeneza Simba tunatengeneza jezi, bado mzamini mkuu hajakaa mbele. Kwa hiyo sasa hivi mashabiki wa Simba huu ni muda rasmi, mashabiki wa Simba kuanza kulipwa mishahara. Yaani sasa hivi mashabiki wa Simba wanalipwa mshahara. Yaani ukishabikia Simba mwisho wa mwezi unaingizwa laki 400, laki 400, laki 400. Tarajia mashabiki kwa sababu mashabiki wa Yanga si wa roho. Watamia Simba wote, si hela za bure zipo. Yaani ukishangilia Simba shabiki mshahara kwa mwezi laki 400. Wote atarudi Simba. Ali Shabani kama anasema yeye ni marudio tu kwa Simba Sports Club hayo. Marudio yani? Wao washafanya. Mwaka gani? Yanga amecheza mwaka gani? Mwaka gani Yanga amecheza fainali nini? Wamecheza mimi sijazaliwa, ama shabiki wa Simba naozaliwa no, atukumbuki msilazimisha kutukumbusha. <laughs> sisi hatujui kama Yanga kacheza finali. mwaka gani kacheza. Sisi tunachojua Simba imeingia finali. Chengine tunachojua Yanga imeingia nusu finali, fainali kombe la Muungano, ndio tunachokijua. si nini hiyo fainali? Hatutaki, hatujui, sisi tunajua. Usilazimisha shehe. <laughs> hatujui Hamna shabiki wa Simba yule mzaliwa kwa hajazaliwa kipindi kama za finali, wote hajazaliwa, hatukumbuki sisi, hatuendi atu, kuleta kamba hizo anazozitambia, tunaenda kuleta ndoo

Eti nisipoenda Simba isipoenda ikaenda finali kuna kitu unaweka hiki. Mtoto wa kiume uweke ndio maana wajaja leo wanaogopa. Babangu. Sisi leo tunavaa vinyago, tunadai hadi walizozieka. So mbeko wenyewe kitu ambacho hakiekeki tunadai. Na yule mchambuzi wenu Simba kile Simba kile mwambie hivi, kitu anachokifanya anasababisha watu wana wasiwasi na veti vyake yule akusoma. Mchambuzi mwenye elimu aliosoma hawezi kuongea vitu vya kipuzi kama vile. Timu inafanya vizuri na ikosoa. Umesoma kweli wewe umesoma? Na kama ambukira na cheti cha form four nakupa elfu ishirini ambukira hajasoma hata cheti cha form four hatuwezi kuunga mkono yaani mara mia umweke dosa, mimi nimesoma kuliko wachambuzi mashabiki maaa si ndio? Heti ili Simba afuke acheze kama yanga, kama kwali Yanga wanaweza wakucheza sangevuka aende, ni wachambuzi wa puzi ambao tuwezi kuwafuatilia sisi, na wana Simba tuwezi kusikiliza redio yao, yaani redio yao tasikiliza wenyewe. Dua la kuku alimpati mwewe. Godi Yanga alitoa maneno mengi, akasema mwenye kuroga akaroge, mwenye dua akasome, mnyama Simba siende fainali. Lakini mnyama Simba ameenda fainali. Godi Yanga huyo, sasa Godi Yanga aa mashabiki, elimu hawana kazi hawana mjini. A mashabiki, unaongea wewe, Godi Yanga ana kazi elimu elimuana ana kazi elimu ana tuje tuongena sisi wa nini? Kumbuka shehe, unaongea na mashabiki matajiri. Wewe unaongea na mashabiki matajiri, timu yenye yenye pesa, yaani umeona nini hapa? Mimi peke yangu sikosi milioni, milioni tisa, sikosi huyu akosi milioni saba, yaani shabiki wa Simba wote ni tajiri Uwezi mimi nimwongee godi Yanga nini? Huo godi Yanga anakwambia ati oh, sisi simba haiwezi kwenda, naomba Mungu naomba dua. Dua limeenda wapi? Mimi niliomba dua moja tu, niliomba dua hiyo moja, Yanga asivuke, na hajavuka. Sisi dua zetu zinapokelewa, si maulamaa. Wewe ni wewe unaomba dua afu unakula na guest? Mungu ataipokea dua hiyo? Yaani unaomba dua naenda kushinda deki tamba cheupe afu Mungu atapokea. Omba dua nenda kaswali msikitini. Omba dua nenda kanisani. Mimi dua yangu moja tu. Mungu naomba Yanga sivuke. Nimelala msikitini nimefunga. Yana Mandala alipita. Yana Mandala mpira ulikuwa namna gani? Moyo wa soft football au hard football? Ulikuwa namna gani Mandala? Ile inaitwa RTK Formula Football. RTK Formula, Formula Football. Afu kuna muda kosa kabadilisha mfumo akaweka Toto Station Formula. Yeah. Unajua? <laughs> Total station formal unajua. Huo mpira mkubwa yenye high pressure. Magmind locks si fraction force si pass. Wao lazijua si hizo. Hiyo ndio Simba mpira mkubwa babu unacheza. Wao limuona Kimdenis sijana anapita kwenye chaki pembeni kwanza kasabu Kimdenis so, anangama mbili Mbappe Kibu po pembeni kwa anapita. Ogopa Fadwa alivyo. Fadwa anakusoma. Akishakusoma anakuja ule mfumo unaitwa block. Alipiga mfumo wa broku, halafu angalia vile anakuangalia. Makofi kwa kapteni Shabalala, makofi jana. Shabalala alifuata refa, wewe ndo kapteni utakiwa si <laughs> si eh, sisi jana Shabalala sisi katuvusha refa akaenda, sio pamoja na refarishe yule refa. Sikiliza, ukitaka kuamini ile mechi kubwa, ukitaka kuamini mechi kubwa ile, refa alivyoangalia tu, yani kafu ilivyoangalia kumwangalia huu refa na mazomzom tu dakika na ndani ya masaa sita, refa akabadilishwa yule refa. Aliochezesha ana njaa yule refa aliochezesha na utajiri wa jsm, yani ule refa na utajiri wa aribu jsm, sawa Levo aliochezesha mechi ya jana na DSM tajiri sawa, hana njaa, na ndio maana hukutaki rushwa. goli lao goli fanye mbili moja tufanya anavyotaka hao sasa, furaha mbili moja, Simba anaenda aende, uwe jibu tufanye vyoara ipo ligo penati akibu penati huku ah, penati na liogoliao goli tumeenda tujaenda. Kwa hiyo kuna muda wana Simba, tukubaliane na matokeo sisi. Hauwezi kutufananisha na wachezaji wa la chini mbugil, mbugil. Sisi huwezi kutufananisha na primary player wachezaji wa Yanga ni primary player. Do you understand primary player? Wachezaji wa hali ya chini, yule chama amepishana na gari la mshahara. Yani chama kapishana na gari la mshahara. Kaenda kuchukua ubingwa wa Yanga, ubingwa wenyewe kwa jamii. Si kombe lenyewe la muungano. Ndio ubingwa, ndio nakufuata. Kapishana na gari la mshahara. Sisi tumeona Simba sasa hivi. Kila shabiki wa Simba sasa hivi tuna afya. Mbona mimi nikiongea kidogo jasho? Shabiki wa Yanga hata tembee kwenye jua jasho atoki. Afya hawana. Sasa mtu afiayo anatoka jasho. Mimi nikiongea kidogo tu jasho. Yaani tuna mvuto, timu yenye mvuto, timu ambayo inapendwa paka sasa hivi, kama ujui, Mpanzu kasababisha vingamuzi vya Azam TV viuze Uingereza. Wacha wewe mandao. Yaani Mpanzu kaja kutia chumvi katika ligi yetu. Mpanzu kasababisha paka sasa hivi dunia nzima ifuatilia ligi ya Tanzania. Azam TV wamemwandalia mshahara wake Mpanzu kwa ajili ya kusababisha biashara ifanyike. Kaja kutia chachu kwenye ligi ya Tanzania. Huyo ndio Mpanzu kwa ya unapomuongelea Mpanzu unaweza kumpeleka Man City na akaanza. Akienda Madrid Mbappe bencha anacheza Mpanzu. Unaweza <laughs> Messi na Mpanzu. Ni mchezaji wa hatari. Hivyo aite pea, mchezaji mkubwa. Ah, ngoja ngoja ngoja. Watu sana amsema jini chance ya hua. So, sawa namsema, nikuulize swali. Nitajie mchezaji gani aliyokuja namba 10 Tanzania mwaka aka wa kwanza anayepeleka timu nusu, anapeleka timu finali. Nitajie na kukupa hela. Wewe unasema jinsi cha zawadi mbaya unamfanyisha si na chama si Pacome si nani. Nitajia namba kumi gani aliyokuja Tanzania anayepeleka timu nusu fainali kwa mguu wake. Anayepeleka timu fainali kwa mguu wake. Nani? Chama kafanya hivyo. Jibu ule majibu siasa. Chama kafanya hivyo. Jibu swali mchezaji gani kaipeleka? Jinchazi ya huwa sasa na Diamondi. Kila siku nakaanza kusema ajui kuimba, ajui kuimba anachukua tuzo. Hacho ndio yule jinchazi ya hua. Hajui hajui anapeleka timu tu, hajui hajui anapeleka timu. Yule mtoto ni mali sisi, hatuwezi kumwacha na tusikizi maneno yao Matambanae. Msimu ujao ndio uja kumjua jicha yule nani, msimu ujao sasa, msimu ujao. Kuna kitu nakupa exclusive, kuna mtu huyo mmoja tunamleta mtu huyo pale mbele, namba tisa huyo mmoja basi, shuli naisha <laughs> <laughs> shuli naisha hiyo <laughs> Tumekaa na tajiri siku ile nimekaa kikao kimoja hapa hapa jeruti brother. Nimemwambia sasa hivi usajili wetu Simba, sisi tushakuwa kubwa, tusilete tu kundi la wachezaji wabovu, tukae chini, tutafute kwenye shida, tutie hela. Akasema dogo, umetoa hoja nzuri. Nimesema kama tuna uwezo wa kusajili usajili wa bilioni nne wachezaji kumi, kwa nini tusitie nguvu katika mchezaji mmoja? Kwa sababu kiangalia Simba sasa tutafuta namba 9 yenye uchu, si ndio? Kasema dogo, umeongea pointi. Kwa hiyo tunatia mzigo kwa huyu hata bilioni nne tunamleta Mayoyo, hata atake bilioni nne anakuja Simba. Narudia, Mayoyo hata atake bilioni nne Simba anakuja, sisi tunamtaka Mayoyo anakuja, atakuja, tunatia hela. Sisi tuna bilioni thelathini na nane hela yake, mzamini wake ajaweka, tumshinde kumleta, narudia. Mm. Narudia, Simba hela, narudia jinsi Simba ilivyo sasa hivi kwa, kwa kiwango cha kafu kilivyo, mchezaji wote Afrika akitakiwa na Simba, kama uongozi utamkata leo mchezaji anasusa yaani sisi tutaki aa umfano ue mfano labda tumtake Pakome, Yanga timu namba 20. Simba unaonekana duniani. Sisi Simba hivi tushabadilika tunacheza digestion and nutrition football formula, hiyo kitaalamu. Nirudie, nirudie, tunacheza digestion and nutrition formula of football hiyo kitaalamu. Hiyo hapo tunatumia vyeti vyangu vya ukocha. Sasa ha. Miss kocha natumia vyeti vyangu, tunatumia mambo ya formula hapo tu. Umeona hata tukatumia kuna kitu kinaitwa kuna... Mimi ni kocha mkubwa shena na, na Yesen kafu pro yeah. Yani, mimi Gamondi tumesoma na darasa moja. Gamondi mimi kwa mnampa majibu yule <laughs> kafeli, nimempa majibu jana. Mfumo mkubwa tumetumia high pressure football, high pressure football. Yaani ule mpira ukimpeleka kocha wa ajabu ajabu hawezi kuvua, kwa sababu wale watoto walikuja kwa kujitoa, wamekuja kwa kushambulia, kwa sababu kwa bwana cha nini cha kupoteza, kwa hiyo kwa kwa timu kama ilo, watakuwa kocha mwenye elimu kama yule, unatumia high pressure football muda kwa muda, unamwambia Kibu, Kibu kaza kushambulia, Kibu unamwambia atakuwa ukabe. Ndio maana kuna muda akaingia Ateba, watu wakashangaa kwa nini kaingia Ateba. Ateba uzuri wake anapocheza yeye, kazi yake kubwa sio kushambulia. Anaenda kuwa kama beki ya juu, anakabia juu ndio kazi ya Ateba anaenda alienda kublock kule juu, kazi moja tu hiyo. Kitaalamu nimetumia mfumo formula hiyo direction of football, tunasema wewe, tunaweza kusema kuna mpira mmoja unaitwa dairuti. Ujue sisi mashabiki wa Simba asilimia kubwa sio mashabiki oyaoya oya, mashabiki wa Simba wowote mpira anaojua hamna, yani uwezi kushabikia Simba kama hauna cheti cha form 4. Hiyo ndio masharti ya Simba. Kama hauna cheti cha form 4, usiku ishabikia Simba, kashabikia Yanga uko vidudu wanaosoma vidudu. Wana mashabiki ambao ma hawajasoma wamesha vidudu. Nakupa kazi mimi, mtafute Kizinga, mtafute Nasoro, mtafute Godi Yanga, mtafute Mwalimu Yanga, mtafute Dosa. Kama ana cheti cha form 4, nakupa hela. Hawajasoma, elimu hawana, wa kuandika nyaya hawajui. Yaani wale kuandika nyaya hawajui. Mtu aliyosema wezi kuongea upuzi kama ule Simba ikienda sinaekaiki, Simba ikienda unaekea zamana na Simba unajua vizuri. Simba, Simba unajua vizuri, walabu wenyewe waweki zamana kwa Simba huja weke sisi. Simba tushamaliza sisi, hawezi kutugusa tushaondoka sisi hatupo huko ki kidogo kidogo. Fainali kitu kidogo hmm. Mbona wenzetu wameshia makundi? Finali kitu kidogo? Kwani no kwa Yanga sasa atakuwa pata goli moja aende kaenda? <laughs> Eti goli moja kwa Mkapa kashindwa kupata kwa wanaume. Kana kutamezi zake za kunua na mfunga mtu goli sita. Sasa huo mpira upumbavu. Yaani wewe ya goli moja uende kwenye robo finali unashindwa. Wanakutana na Mungu wanapiga sita. Ndio nini? Simba Sports Club is very football player. Ndio timu kubwa kutoka Tanzania and East Africa. Sio timu nyingine Simba Sports Club. Kesho nyinyi mje mpokee mshahara pale, waandishi wote mwende Msimbazi kesho mkachukue pension kwa kazi kubwa mnaoifanya kupambania mpira wa Tanzania. Leo lazima niende. Kwa nini siende? Tunaenda yani, tunaenda kufanya heshima. Tutaenda kuwapokea wachezaji, tutapokea kocha, mpaka kila kisugu, tutaenda kuwapokea. Yani umuhimu huu muhimu tunaofanya hadi kina kisugu tutaenda kuwapokea, sio Simba tu, hadi kina kisugu tutawapokea kwa heshima ya Simba. Kina kisugu alo safiri wote tunaenda kuwapokea. Nyinyi mlisema hatio Simba, nyinyi mlisema hatio Simba kule haiwezi kujaza mashabiki Simba. Mbona mashabiki jana, mbona mashabiki kama ujui South Africa, ukitoma Melodi, ukitoma Melodi South Africa, timu inaofanya kwa mashabiki wengi Simba kule South saudi, timu ya kwanza yenye mashabiki ma Melodi ya pili, Simba ndio timu inaongozwa kwa mashabiki yeah, kule mashabiki walivyojaa jana uwanja hivi kibao, mdogo wangu cha pesa kwao unatakiwa ujue Simba, yeah. Nikushukuru sana, nashukuru yeah.